Ukanitamkia. Nimekutamkia ukienda hospitalini tena hauta... hawataona pressure. Na ukaenda hospitalini hawajaona pressure. Na ulikuwa na, na, na, ulikuwa na mimba ya huyu mtoto, mtoto. wakawa nakwambiaje, una presha. Nikienda kila baada ya wiki ananipima, wananiambia presha iko mpaka mia mbili mpaka mia mbili ndio, na una mtoto, ina mtoto mpaka miezi mmoja. Akaniambia, unafahamu pale maombi ya Elisha? Nikamwambia ndio. Unafahamu maombi ya Elisha Nenda leo mwanangu manda, hii ni roho. uh -huh. nilipokuja hapa nikaleta hiyo madawa ukaleta na madawa, nikaleta na ya madawa. pressure, pressure. Uh -huh. uka, nikaja nikakaa pale ukaniita. Ulikaa hapa kwa nini? Nakumbuka hata kipindi kile kinanisi unabadilika tena, uh -huh. ukaniita. nikakuita nikamwa nikaniambia, uka mwanangu bana, nakuona unateseka. nikasema mwanangu bana, unaona unateseka. Nikamwambia mchungaji, eh, silali usiku kila baada ya wiki naenda hospitalini. Kaniambia, mbona naona unasumbuliwa na presha? Nikamwambia ndio. Na hujaniambia, nikakutamkia, ukanitamkia kuanzia leo kuanzia leo kuanzia leo n siku ingine nikaenda hospitalini, nikapimwa. Nesi akaniambia, jamani, umeenda wapi? Nesi anakuuliza, hey. umeenda wapi? Ndiyo mbwana, pressure yako imeisha, imeisha. Ukaja kujifungua salama, ukajifungua salama kaja nyumbani. Neno tu neno tu. Kingine nilikuwa mume wangu ana makesi sana, kesi sana, nikaja hapa. Mume wangu alikuwa hataki, hataki mambo ya maombi, hataki mambo ya maombi, hataki mambo ya maombi. Haja. Nikaja hapa nikaleta sadaka, nikasema Mungu, hii sadaka hii, nikaseme jambo nilipokuja hapa siku ya Jumatano, Jumatano, Jumatano e. Nikatoa sadaka e. Nikakuambia mchungaji, nina makesi ya ndugu kwa ndugu, ukaniambia kesi ya ndugu kwa ndugu yes. Ukaniambia nenda ukamwite mume wako, nenda kamwite mume wako. Nenda alipokuja hapa nilikuwa nina kesi mingi sana ya kuhusu shamba, kesi mengi. Baada ya kuja na mume wako, nikaja hapa ukaniombea, mpaka nimetoroka hata mchungaji nyumbani. Umetoroka na nyumbani? baada ya kukuombea, uliponiombea, eh mume wangu siku hiyo akaenda mahakama Chum, yon, kesi ikaisha siku hiyo hiyo. Umesikia, alikuwa na kesi na presha, kesi siku hiyo nilipotamka kesi ikaisha mahakamani. Paka wengine wanasema watauza shamba na watakufa na watataka. Nilisemaje saa ile? Wanapotabiri mwisho wako, Mungu anatabiri mwanzo wako. Wanapotabiri kifo chako, Mungu anatabiri uzima wako Ribo shanda natamka natamka natamka, hakuna kufa. Sisi ndio wale tunatetewa bila, bila mtetezi aina yeyote. Sisi ndio wale tutajenga bila mfadhili aina yeyote. Sisi ndio wale tutapata afya bila kuhata nyama. Sisi ndio wale tutashinda hizo kazi za hizo boma bila kuwa na shemeji mtu, bila kuwa na rafiki mtu sisi ndio wale tutashinda wakewenza bila kujua wameshindaje. Sisi ndio tutashinda mashemeji bila kujua tumeshindaje. Sisi ndio wale tunaotetewa na Bwana. Wametabiri utafia hapo, hautafia. Mmoja akaja hapa kwangu akaniambia, mbona hiyo kesi imeisha? Kamwambia imeisha, itakaniambia siamini, hata haamini amini. Leo wanafiki hawataamini watakachoona Rafiki yake hataamini, shemeji yake hata amini. Amini. Amini hata amini, umemaliza madeni hata amini, unajenga hata amini, umefuta hiyo maji hata amini, umeweka anapata pesa ha, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ninaona mbao ninaona mbao ikishuka, ninaona bati ikishuka, ninaona usafiri mali, ninaona mtaji mali. Amepata kazi. Nilikwambia wake atapata kazi, alikuwa ana kaziaka, unakata tamaa, tamaa heri kufa kuliko mm. Maana hamna kazi, hamna kazi. Mwanaume ana mwelekeo, hamna mwelekeo. Maisha magumu, maisha magumu. Oh, ukaja nikakutamkia atapata kazi. Atapata kazi. Nikakwambia pia kwa, kwa atapata kazi. Amepata kazi. Anapata kazi. kazi. Leo analeta pesa. Ndio. Chakula kinakuja nyumbani. Ndio. Umewako yuko wapi? Danisho nani umewako? Bano. Ime mtokea wapi? Oh, ndiyo. Sasa sikia. Ah. <laughs> Sasa sikia. <laughs> Mimi mimi nakutamkia bado hujamuona Mungu. Kama sasa wamemuona Mungu wako, wanashangaa. Kesi zimeisha, mwanaume ana kazi, mipango inaenda vizuri. Leo una raha? Ndio kabisa, mchungaji. Ni nani aliyefanya? Ni Yesu. Sema Yesu. Utaacha huduma? Sitaacha mpaka nife. Kutaacha nimetangatanga mpaka nikaenda masehemu. Umetangatanga na wewe mpaka nimepeleka makondoo mchungaji, sijui nimepeleka wewe ni. we. <laughs> umepeleka ni kondoo kondoo, nimeenda kununua mchungaji, kondoo nikapelekea ili hizi <laughs> mwanangu, nilipoenda mahali, mtu mmoja akanipeleka eh nikamkuta mchungaji mmoja akaniambia, leta kondoo ni kubwa, ukapeleka kondoo, nitachukua kondoo, mchungaji, ukapeleka na hakuna kilichotokea, sijaona <laughs> <laughs> <coughs> hata mjipatie, hata mtu akikutukana kuhusu hudumu utaki, hata na uwachi, mpaka unakufa mpaka anakufa, na watoto wangu hapa hapa hapa hapa hapa hapa waliokuwa wanakupiga vita, sasa hivi wanakuja kwako na kutamukia, ndivyo itakavyo kuwa kwako, ya ya ya ya ya ya ya ya ya, na kutamukia ndivyo itakavyo kuwa kwako, wata waliwa kupiga vita huduma. ujatoa hata chochote kiti, kiti tu. Basi, basi. Nikatamka vitu vyote vikanyoka, kesi ukashinda, mama akapata kazi fresh, ikaondoka. Ujanipa chochote. sijakupata kitu. <laughs> Mama ijanipa chochote, sijakupata mchungaji wote. na mambo yamenyoka aliyefanya ni nani? Sema Yesu. Yesu. Yesu sihitaji kulipwa ila Mungu sasa kwa sababu amewabariki na kazi Naomba msapoti. Hebu mbariki umama. Sema Mungu umbariki. Muinue kwa viwango. Naomba Mungu akubariki. Mm. Nilikuwa na samka ni muda umesha. Nitamka nilikuwa kwa. Mm. Utabeba mtoto. Neno tu. Mm. Nikasemaje? Nenda mm, maana utabeba mimi. Nenda. Yesu akamwambia yule akida, nenda mtoto wako yu